Anoelia, hongera sana kwa mm. kumaliza mkataba wako. Eh, wakati unakuja hapa ulikuwa unatokea wapi, Nima, na ulikuja hapa kwa malengo gani? Nilikuwa na mtoto mgonjwa, mtoto alikuwa mm -hmm. nikuwa... nyumbani. Kwa hiyo hiyo lengo lako la kuja ni kwa ajili ya kupata pesa ya kumpeleka mtoto hospitali. Ndiyo. hilo lengo lilifanikiwa? Ndiyo, lilitimia na nilipewa -hmm. ruksa ya wiki moja na siku mbili. na bosi wako ndio wa? wow. -hmm. nkaenda nkampeleka hospitali. ukaenda Sumbawanga? ndiyo. Okay, ukampeleka mtoto hospitali. Ndiyo. hapo ni baada ya muda gani kuwa kazini? baada ya miezi, nafikiri imetoka mwezi wa pili nyumbani. mhm mwezi wa pili mwaka huu ndio ok baada ya kukusanya pesa, baada ya kukusanya pesa. Okay. Ndiyo, hospitalini mtoto. mm -hmm. Alikuwa na tatizo gani? Alikuwa ala, uvimbe chini ya makalio. mm -hmm. Alifanyiwa operation na sasa hivi operation, mm -hmm. Anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri. operation <tuhi> hospitali ni ya vizurianhospitali Mungu wangu. Huko Sumbawanga ndio huko uko kwa Sumbawanga sumba. Okay. Ah, pia kuna hospitali zenye uwezo <tuhi> kutibu watu magonjwa mm. Walisema wali, wali, wali, wali, wali ni ugonjwa gani? Walisema ni uvimbe. Yaani ilikuwa kama bawasiri mm -hmm. lakini Tuki, imetokea kama bawasiri lakini wao walisema ni uvimbe, unatokeaga tu, ndio ndo akapasuliwa, anaendelea okay. okay. vizuri. okay ameshapona, sasa hivi ameshapona, anaendelea wow. vizuri. kwa hiyo wow. baada ya mkataba wangu kuisha, kwanza nikasema, kwanza mm -hmm. nikamwangalie, maana sikukaa naye karibu, kukaa naye karibu Ndiyo. okay nilipomaliza tu zile wiki mbili nikarudi kazini okay. Wao, wow, yeah, wao kwa hiyo hii kazi mkataba wa kwanza, uh, unachojivunia ni kwamba imekusaidia kumtibu mm-hmm. mtoto, mtoto mm. hiyali, pale nyumbani nyumbani umewaingizia na umeme uka na TV, uka, uka. Na <laughs> ah, jamani Noelia ukawanulia na TV <laughs> na king'amuzi <laughs> na umeme, umeme ukawawekea na mtoto ukamtibia alafu <laughs> na mjinga mmoja huko anasema kazi ziendeni kazi za ndani ni kazi kama kazi nyingine. Ukiwa na malengo unafanya mambo ya maana kabisa. tatizo Okay, ni kwamba wengine mna, wengi wenu mnatamaa, mnaodharau kazi za ndani mnatamaa, mnataka kuanzia juu. Sasa huko juu ndio ma, matokeo yake mtaanza kukimbizana na serikali mnailaumu serikali. Sio shida, sio serikali, shida ni uvivu wako na utaki kuziona fursa na mfano mzuri ni Dada Anoelia hapa, kupitia kazi yeah, yeah. ya ndani amefanya mambo makubwa sana, hongera sana. Yeah, asante, okay. So, malengo, ma, malengo yako mengine sasa ni yapi? Maana umemaliza mkataba wa kwanza, na mambo makubwa ndio hayo umeyafanya. Cha kwanza umemtibu mwanao okay. namba mbili umewawekea mazingira mazuri yeah, okay. umewawekea umeme TV kingamuzi, mambo safi kabisa. Sasa hivi una malengo gani sasa hivi? Nataka nikirudi, unaenda nyumbani sasa yeah, nikirudi nataka nitafute kwa ajili ya ofisi yangu, mimi nashona pia. Wewe ni mshonaji okay. Nitafute tu ela ya mtaji kidogo okay, niweze kufanya biashara. Uweze sasa kuingia kwenye biashara ya ushonaji. Wow, wow hmm. Hongera sana Anoelia. Hongera sana lini, una plani kwenda nyumbani? Nyumbani mm, naondoka wiki ijayo. Wiki ijayo ndo unaenda kazini kwako? umeshaaga kabisa, umeshaondoka au bado uko? Umeshaaga? nilikuwa kwa rafiki yangu mmoja ah. Kwa hiyo kazini mm -hmm, ulishaondoka? Nimeaga. Okay, ndio nilipoenda kazini nilikuta mama ana mtoto wa siku mbili. Mtoto wa siku mbili, mm -hmm. mtoto wa siku mbili? Yeah. na we kwa kuwa ni mama umemlea vizuri, vizuri eh, mtoto sasa hivi ana mwaka, sasa hivi ana mwaka na mwezi mmoja yeah. Yeah, kwa sababu kama alikuwa na siku mbili tu ndio katoka kujifungua yeah. Umemlelea vizuri mtoto wake yeah. Ndio. Wow. Mm. Na mtoto ni mmoja tu au ni mtoto huyo huyo mmoja? Ameishi vizuri kabisa, si chochote kwa na ya uzazi na mambo yananyooka wao, wow. Noelia bwana, mi nakupongeza sana, ni hatua kubwa umepiga eh, umeamua Ndio. kutumia nguvu zako kihalali kuja kufanya kazi Ndio. na kwa ajili hiyo umeona utukufu wa Mungu maana wengine wanalialia huko, hawana hela, maisha magumu, lakini kwa sababu wamekaa. Ukikaa huwezi kupata hela, lakini ukiamua kutoka ukatumia ile fursa ambayo Mungu anakuletea ya kazi kama hizi, unafanikiwa m -dia, m -dia. Kwa hiyo, hongera sana, na mimi naamini kabisa ukirudi tena kwa ajili ya kutafuta mtaji wa kwenda kufanya biashara zako za ushonaji, utapata bosi mzuri na Mungu atakubariki tena, utafanya kazi salama na utamaliza mkataba wako salama Asante. na utakwenda kufanya biashara zako vizuri hivi okay. ndivyo hizi ndio hatua za mafanikio ambazo Mungu wetu ametuwekea. Umeona kwamba lazima uanze taratibu, lazima uanzie chini kwenda juu. Kwa hiyo mimi nakukaribisha tena, nakutakia safari njema, utawasalimia nyumbani Asante. na tunakukaribisha tena Asante. Mm. <laughs> Ah sawa, karibuni. hey, karibuni. Mungu sisi ndio ametuweka hapa tufanyike daraja, kwa hiyo tunamrudishia sifa na utukufu ni wa kwake, kwa sababu hatujaweza kufanya hivi kwa nguvu zetu, ni kwa nguvu za Mungu aliye hai. Aliona kuna watu wanahitaji kupata hili daraja wapite, ndio maana majira haya tukazaliwa tukawepo. Kwa hiyo mimi huwa napenda kuamini kwamba hii kazi inayoifanya ni huduma kutoka kwa Mungu, yeye ndo anatuwezesha kufanya na kwa sababu inatenda haki nasimamia lile jambo la haki. Mungu wetu ni wa haki, si ndio? Yeah, kwa hiyo karibu tena, asante. Karibu tena, asante kwa msaada. Aya, asante, tuko pamoja. Okay.